Miradi mikubwa ya kimkakati likiwemo bwawa la kufulia umeme la Julius Nyerere, reli ya kisasa SGR pamoja na daraja la Kigongo Busisi vimetajwa kuwa ni miongoni mwa sababu za kulifufua shirika la bima la taifa NIC lokuwa limekimbiwa na wateja na kuliimarisha kiuchumi. Katika kipindi cha ujenzi na baada ya kukamilika kwa miradi hiyo mikubwa, shirika hilo lilipewa dhamana ya kukinga bima za miradi hiyo, jambo ambalo limeima risha mtaji wa NIC na kufikia shilingi bilioni 15 na kulifanya kuwa miongoni mwa mashirika yenye mtaji mkubwa hapa nchini, huku likiwa na dhamana na mali zinazofikia zaidi ya shilingi bilioni 292. Hayo yameelezwa na mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi shirika la bima la taifa NIC Justin Mwandu wakati akizungumza na wateja wa shirika hilo na baadhi ya taasisi za umma na binafsi jijini Mwanza, wakati wa ziara ya kutembelea na kuwashukuru wateja walilolivumilia na kuimarisha uhusiano. Unajua NIC uamuzi ulipopitishwa kwamba soko la, la bima nalo liwe huria kama masoko mengine ya fedha, unajua kipya kinyemi watu wengi na kwa sababu ya matatizo ya NIC, ilikuwa ina yumba yumba, wakati ule walikimbilia kwema kwenye kwenye kwenye hizo taasisi zingine ama makampuni mengine ya bima, lakini tunaishukuru serikali ya muungano wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambao walichukua hasa rais alichukua maamuzi ya makususi kuhakikisha kwamba NIC kupitia miradi yake mbalimbali na, na, na, na, na, na, na assets zake mbalimbali NIC wanapewa priority katika ku, kutoa kinga ya bima. Tumeweza naona, kuna miradi mikubwa huu, mojawapo tumeuzungumzia, kuna bwawa la Nyerere tulipewa NIC, kuna SGR tulipewa NIC, eh, kuna hii a, daraja la Busisi tulipewa NIC. Kwa kweli hii imeweza kunyanyua sana NIC kimapato na kuileta katika hali ya kifedha ambayo sasa hivi tunavyosema tunaringa kwamba iko katika hali nzuri. NIC ina na mtaji wa kutosha bali, na isi, eh, serikali ilikubali kutuongezea mtaji kupitia faida zetu. Ina assets za kutosha na investments za kutosha. Tunawekeza kwenye madhamana mbalimbali ya mabenki dhamana za, za, za, za serikali mabondi na nini na hizo assets zingine ambazo nimesema zinaifanya inaisi iwe Aidha, mwenyekiti huyo amesema kutokana na uimara huo wa kiuchumi kwa sasa, shirika hilo halidaiwi na wateja ama kuchelewesha malipo ambayo nyaraka husika zimekamilika, kwani limekuwa likihakikisha linalipa madai yote ndani ya siku saba. Sasa hivi tunalipa madai bila tatizo lolote, yawe ya life, yawe ya bima za mali na ajali, yote tunalipa kwa wakati na tumejiwekea mkakati chata yetu ya customer chata, namna gani ya kutekeleza malipo ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma kwa wakati. Sasa hivi nafikiri hamna dai ambalo labda liwe limecheleweshwa kwa kukosa nyaraka, hamna dai ambalo inaea kulipwa zaidi ya siku saba, lakini baada ya kukamilisha zile nyaraka zinazohusika kwa upande wake, mkurugenzi mtendaji wa kampuni ya meli Tanzania Tashiko Eric Hamisi akizungumzia huduma ya bima katika mradi wa meli ya MV Mwanza amesema sehemu kubwa ya meli za kampuni hiyo zinalindwa na bima ya shirika la bima la taifa NIC, na wako tayari kushirikiana kwenye mradi huo mpya ambao umefikia asilimia 98 za ujenzi, ikiwa na uwezo wa kubeba abiria 1200 na tani 400 za mizigo. Sisi na NIC tumekuwa washirika kwa muda mrefu. NIC ni wadau wakubwa wa Tashiko kwenye ukataji wa bima e, za vifaa vyetu lakini hata bima, bima za wafanyakazi. Kwa hiyo tumekuwa nao miaka mingi toka tumeanza kufufua hizi meli, na meli zote hizi mnazoziona e, zime zimepata bima kutoka kwenye taasisi mbalimbali lakini ikiwemo taasisi hii ya Shirika la Bima la Taifa. Kwa hiyo niwashukuru kwa sababu kwanza wanatupa, wanatupa ushirikiano mkubwa e, mara nyingine kwa kipindi kifupi tu nawaambia, lakini wanatuma wafanyakazi wao wanakuja, wanaangalia, wanafanya assessment, wanamaliza, wanatupatia, wanatupatia bima. Kwa hiyo mimi nilikuwa naomba endelee kuwa wadau wetu wakubwa, tuendelee kushirikiana kama tunavyoshirikiana kwa ajili ya kujenga taifa letu, lakini lingine pia kama tunavyo mnavyoona hii meli ndio inakamilika namaliziwa maliziwa na nimesema pale, wakati na nawakaribisha wageni wetu kwamba tumefikia asilimia 98 ya ujenzi, na mmepita ndani mmeona, sasa hivi wanaweka tu fanicha na vitu vingine vya kunakishisha meli na kupaka rangi kama unavyoona naendelea. Sasa moja kati ya jambo ambalo tunalihitaji sasa hivi ili tuweze kuwa eh, wanasema certificate of seaworthiness kutoka wasimamizi wetu TASAC ni bima. Kwa hiyo wamekuja wakati mwafaka, ambapo tunahitaji bima kama moja ya kigezo au masharti ya kuweza kukamilisha meli iweze kubeba abiria. Kwa hiyo wamekuja kwa wakati mwafaka, wataangalia, watafanya hesabu eh, zao, wa angalie aina ya gharama tukao ilipa, ili tuweze kupata hiyo bima inaokusudiwa kwa ajili ya hii meli na kuifanya sasa itembee tukiwa tumepata vibali vyote. Kwa hiyo niwashukuru tena kwa kufika. Nimshukuru sana mwenyekiti na bodi yake, na niwaombe tena isiwe mwisho wa kututembelea. Tuna miradi mingine mingi tu, sio hapa tu e, Mwanza bali hata Kigoma e, kwa maana ya ziwa Tanganyika lakini kule Nyasa. E, waje waangalie waone namna gani ambavyo tutaendelea kushirikiana kufanya kazi pamoja ili tuweze ku, kuwa na bima kwenye meli zetu, kitu ambacho ni lazima kifanyike. Naye mkuu wa mkoa wa Mwanza Said Mtanda amelishauri shirika hilo kutokuwa tegemezi kwenye miradi ya serikali ambayo wana uhakika wa kuipata, na badala yake watoke nje, washindane na kuchangamkia fursa kwa wateja taasisi na miradi ya watu binafsi likiwemo soko kuu la Mwanza lenye zaidi ya thamani ya shilingi bilioni ishirini. Watu wetu wa serikali hawako aggressive kwa sababu wanajua tu wa siri, tukilala SGR tutapewa, tukilala tutapewa bwawa siula nani, lakini you need to be aggressive kwa sababu nyewe mko sokoni na mna competition. Miradi ya serikali mnaweza kuipata, lakini kwenye private sector ni lazima muwe aggressive tuna meli hapa ambayo umeitaja ya MV Mwanza ya bilioni mia moja ishirini na tatu. Bila shaka nyinyi mtakuwa inshora, lakini tuna meli juzi tumeizindua hapa inaenda Uganda, MV Mpungu, ni private sector tena, meli kubwa ambayo inabeba tani elfu moja na imeshaanza safari. Yawezekana nyinyi hamfuatilii sana, kwa sababu mnajua tunasubiri ile serikali ikamilike, lakini kumbe kwenye private sector huku kuna mambo yanayoendelea. Kwa hiyo ni vizuri pia E, kuwa aggressive eh, e, kwa kuwa ni taasisi ya serikali hamtumii ushawishi wa kifedha, lakini mkitumia ushawishi wenu wa utaalamu wenu e, liquidity ambayo ipo NIC ni kubwa kuliko inshura mwingine. Hiyo peke yake ni mtaji na na ina provide confidence kwa kwa wale e, wateja kwamba jambo lolote likitokea NIC inaweza kufanya nini kukava damage na costs za za hasara ambayo imetokea. Tuna ujenzi pia wa masoko mengine, stendi kubwa kabisa mbili, ni fursa. Jiji la Mwanza ni jiji la pili kwa utajiri katika nchi yetu, ukiacha jiji la Dar es Salaam. Kwa hiyo kuna miradi mikubwa sana inayofanyika hapa ya serikali na ya private sector. Kwa hivyo kuwekeza nguvu zenu kama bodi kwenye mkoa wa Mwanza, hamfanyi makosa. Lazima muimarishe ofisi yenu vizuri kwa sababu jiji hili linakuwa kwa kasi sana. Sisi tunachangia uchumi wa nchi kwa asilimia saba nukta mbili ni wapili kitaifa baada ya Dar es Salaam. E, wanaotufuatia huko ni asilimia tano asilimia nne na hii miradi ikishakamilika hii daraja linazinduliwa e, mwezi ujao. Ikishakamilika daraja hilo airport, tuna, tuna international airport iko on progress ikishakamilika hiyo, SGR iko 60% ikishakamilika. Hiyo kuna hiyo hoteli ya nyota tano inakamilika, juzi tumekwenda kuikagua pale. Sasa maana yake ni nini? Si tutaondoka kwenye asilimia saba mpaka kwenye 10% double digit ya uchumi. Lakini pia taasisi binafsi kama mashule nazo zimefikiwa. Kwa majina, naitwa Sister Judith Damian, mwalimu mkuu wa Nyakaoja primary school tunashukuru sana kwa kutuchagua kati ya maelfu. Wateja ni wengi, lakini mmeona ni bora mfike kwetu. tunasaidiwa sana, ambako kuja kuona msaada wake ni mpaka pale unapopata shida. Ndio unaweza ukaona 2021, 2022 tulipata shida ya magari e, yalipata ajali, lakini yaliweza kutengenezwa bila kuwa na ile mzunguko mkubwa baada ya kutimiza vile vigezo, jaza hii, sijui ramani, kitu gani, kila kitu kilienda sawa. Kuja kuona kwamba okay, hiki hapa bima imefanya hivi, ni mpaka unapopata janga. Lakini mbali na hiyo, hata kama sijapata janga, kanda au viongozi walioko huku kanda ya Ziwa Madam Stella na wenzake, wamefika tu mara nyingi tu, pengine wanakuja kutoa shukurani, wanatuletea zawadi. Naona hapa, eh nina hiki kitu huwa sikosi diary ya kila mwaka, na ukiangalia vizuri kwenye baadhi ya ofisi na nyuma yenu hapo kalenda zipo. Kwa hiyo vitu vingi nimejishangaa kwamba eh, kumbe na nami nina diary kama hao viongozi wengine. Nilidhani hizi za wateja, kumbe na viongozi ndio hivyo hivyo, kwa na hiyo wanathamini uwepo wetu na kile tunachokitoa kwao.